Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya saa hii, asante kwa ajili ya masaa haya. Wewe ni mfalme wa falme, wewe ni Bwana, wewe ni mgeni rasmi kwa kipindi hichi cha saa ya neema. Roho Mtakatifu, wewe ni wakili mwaminifu, mwalimu mwema, unayefumbua mafumbo ya siri ya, ya kumtambulisha Yesu Kristo. Karibu na utamalaki kwenye kipindi hiki cha saa ya neema ambayo nimeleta kwako. A, mada ni matendo, maisha ya Mkristo yenye matendo. Lakini tutaangalia katika maisha hayo kuna faida moja inayoitwa utakatifu. Ninaomba Roho Mtakatifu, endelea kuweka wazi neno ili utakatifu katika maisha ya Mkristo yenye matendo na kila mtu asikiaye akafunguke ya masikio yake akaelewe ya. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini amen. Asante Roho Mtakatifu. Ni wakati mwingine tena ninapokuletea saa ya neema katika mtiriko wa pili, ambao mtiiriko huo unahusu unahusu saa ya neema ambaye ni maisha ya Mkristo yenye matendo, maisha ya Mkristo yenye matendo. Lakini tunaona maisha ya Mkristo yenye matendo yanaleta faida ya utakatifu. Maana tuliangalia awali, kipindi kilichopita, kuhusu maisha ya Mkristo yenye matendo lakini sasa tumeenda kwenye hatua nyingine ambayo inaelezea kuhusu utakatifu, anaelezea kuhusu utakatifu. Kwa hiyo maana ya utakatifu kulingana na Petro ya kwanza sura ile ya pili mstari wa kumi na sita wa kumi na saba Biblia inasema kama watu Bibilia inasema itasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uh, Petro wa kwanza sura ya pili mstari ule wa kumi na sita na kumi uh, na saba, Bibilia inasema, kama watu huru, lakini si mkitumia uhuru huo kwa kisingizio cha ubaya, kama watu huru, lakini si mkitumia uhuru huo kwa kisingizio cha ubaya, bali kama watumwa wa Mungu, bali kama watumwa wa Mungu anaposema na, bali kama watumwa wa Mungu, waheshimu watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mheshimu mfalme, akiwa na maana kwamba tusimame kwenye upendo wa ndugu kwa ndugu wana ndoa, lakini tuheshimu mfalme, yaani watawala katika nchi, hatuna budi kuwaheshimu, maana Biblia yasema heshimu mamlaka iliyopo, kama heshimu mamlaka iliyopo. Hapa tunaona maana ya utakatifu katika muktadha huu. Lakini utakatifu ni maisha ya heshima na utii kwa Mungu, si kutumia uhuru wa kiroho kama kibali cha kutenda mabaya. Usitumie uhuru wa kiroho kama kibali cha kutenda mabaya, na kutembea katika hofu ya Mungu, kuheshimu, heshima kwa watu, upendo kwa ndugu wa imani na kutii mamlaka ya dunia kwa njia inayempendeza Mungu. Pia utakatifu ni kutembea katika hofu ya Mungu, heshima kwa watu, upendo kwa ndugu na imani, na kutii mamlaka ya kidunia kwa njia inayempendeza Mungu. Lakini utakatifu ni maisha maisha ya utakatifu hapa ni matendo ya nje yanayoais maisha ya ndani ya kumcha Mungu. Maisha ya utakatifu hapa ni matendo ya nje yanayoakisi maisha ya ndani ya kumcha Mungu. Lakini kipengele cha pili, maana ya utakatifu kwa ujumla. Katika Bibilia, neno utakatifu kwa Kiebrania qadosh na kwa kigiriki hejiosun inamaanisha kujitenga kwa ajili ya Mungu, kuwa safi kiroho na kimwili, kuishi maisha tofauti ya kidunia, kuishi maisha tofauti na ya kidunia yanayoonyesha tabia ya Mungu. Somo kwenye Mithali tisa na ule msara wa kumi Biblia inasema bibilia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Waibrania kumi na mbili na msara wa kumi na nne anasema tafuteni, kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na uo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kwa hiyo na, utakatifu ni kiungu cha kipekee sana katika maisha ya Mkristo yenye matendo. Lakini namba tatu, maisha ya Mkristo yenye matendo yanaleta faida ya utakatifu. Matendo hayo ni yapi? Ni kuishi kama mtu aliye huru, lakini asiyetumia uhuru vibaya. Kuishi kama mtu aliyo huru lakini asiyetumia uhuru vibaya. Maana yake ule uwezo wa kupinga dhambi kwa hiari, kuwaheshimu watu wote, yani kutenda haki na kuepuka kiburi, kupenda ndugu wa imani, kuthibitisha upendo wa Kristo. Unapopendana na ndugu wa imani, maana yake unathibitisha pendo liliomo ndani ya Kristo. Aha. Lakini kumcha Mungu, yani kauli amri zake, kuwa na hofu kuwa na hofu takatifu. Kumheshimu mfalme, maana yake kufuata mamlaka halisi, ujumbe unaotoka kwenye serikali, mamlaka iliyoko kwa serikali ambayo iko chini yako Lazima kama mtumishi wa Mungu au kama mtu unaishi katika maisha ya utakatifu ujali kwenye serikali, kuna mambo ya kodi na vitu vingine kadha wa kadha, isionekane wewe mtakatifu ni mpinzani wa mamlaka. Bibilia inakataa swala hilo, tena inakataa sana, iko kinyume kabisa kabisa. Faida za maisha ya utakatifu, ya kwanza kumkaribia Mungu, Zaburi ile ishirini na nne mstari wa tatu na wanne. Lakini ya pili, kuona Mungu, yani kuona au kumwona Mungu kwenye Matayo tano nane Waibrania kumi na mbili na ule mstari wa kumi na nne. Ukiwa mtakatifu, utamuona Mungu. Lakini faida ya tatu, baraka za kiroho na za kimwili, Kumbukumbu la Torati ishirini na nane mstari wa kwanza mpaka wa kumi na nne kuwa huru kwa, kwa ulimwengu Mathayo tano mstari wa kumi na nne mpaka kumi na sita kumbuka ya kwamba wewe ni nuru ya ulimwengu wewe ni chumvi chumvi ikiharibika itatiwa nini ili ifanye kazi tena lakini kupokea thawabu ya milele kwenye Mathayo ile ishirini na tano na ule mstari wa ishirini na moja kipengele cha nne kanuni muhimu za kuishi kwa utakatifu kanuni muhimu za kuishi katika utakatifu kulingana na Petro wa kwanza mbili mstari ule wa kumi na sita kumi na saba. Kanuni ya kwanza, usitumikie tamaa chini ya kivuli cha uhuru. Usitumikie tamaa chini ya kivuli cha uhuru. Lakini kanuni, unaposema kanuni, ni kitu ambacho hakiwezi kikabadilika. Kanuni huwa haibadilishwi kwa namna yeyote. Lakini ya pili, onyesha heshima kwa watu bila ubaguzi. Sibague kabila, dini au jinsia ya mtu. Hapana. Lakini ya tatu, kuwa na upendo wa kweli kwa kanisa. Mche Mungu kuliko mwanadamu. Moyo wako umimine kwa Mungu, sio kwa mwanadamu. Tii mamlaka kwa wakati. Tii mamlaka kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu. Hichi e, kipengele ni cha kukiangalia sana. Tii mamlaka kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu. Lakini utakatifu ni wazo la kifalsafa Utakatifu si wazo la kifalsafa bali ni maisha halisi ya kila siku. Mkristo aliye huru ndani ya Kristo anatakiwa kutumia uhuru huo kuishi kwa kujitenga na dhambi, kupenda watu, kumcha Mungu na kuonyesha heshima kwa wote. Maisha haya huzaa tabia, maisha haya huzaa faida si kwa mtu binafsi tu bali pia kwa kanisa na jamii kwa ujumla kuna faida unaipata kwenye utakatifu sio kwa mtu binafsi bali kwa taifa au kwa, kwa kanisa na jamii kwa ujumla sasa ni jinsi gani mkristo anaweza kuishi katika utakatifu kila siku ya kwanza Uwe na tabia ya kujitakasa kwa neno la Mungu. Yohana 17 na ule mstari 17, imeandikwa "Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli." hatua takazochukua soma nataka, na tafakari neno la Mungu kila siku, litakufundisha kukuonya, na kukuonyesha njia ya haki. Soma na tafakari neno la Mungu soma na tafakari neno neno kila siku litakufundisha kukuonya, na kukuonyesha njia ya haki. Lakini tabia ya pili, omba kwa bidii na daima, yaani endelevu. Ndipo naona kwenye uh, Wathesalonike wa kwanza tano na ule mstari wa kumi na saba imeandika ombeni bila kukoma. Hatua za kuchukua: tenga muda wa maombi kila siku. Maombi hukuweka karibu na Mungu na kukusaidia kushinda vishawishi. Kwa hiyo tunapoongelea maombi, kwanza yanakusogeza karibu na Mungu na pia yanakusaidia kushinda vishawishi. Tatu, epuka dhambi kwa uamuzi wa moyo. Zaburi mia moja kumi na tisa na ule mstari wa kumi na moja Biblia Biblia inasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo hatua, fanya uamuzi wa dhati na wa kukataa dhambi, hata kama ni ndogo kwa macho ya wanadamu, naweza kusema hii dhambi kadogo tu aha. Chukua tuwafanya uamuzi wa dhati wa kukataa dhambi, hata kama ni ndogo kwa macho ya wanadamu. Lakini uh, kipengele cha nne nasema, jiunganishe na watu wa Mungu takuishi katika hali ya utakatifu. Jiunganishe na watu wa Mungu. Waebrania kumi ishirini na tano inasema wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine. hatua Hudhuria ibada, vikundi vya maombi na ushirika unaojenga. Kama kuna ushirika unaojenga, kuna ushirika unaobomoa. Lakini tano, tii Roho Mtakatifu. Wagalatia tano kumi na sita anasema enendeni kwa Roho, wala amtatimiza tamaa za mwili. Enendeni kwa Roho wala amtazitimiza tamaa za mwili. Na sita, anasema tubu mara moja unapofanya dhambi. Waraka wa kwanza wa Yohana moja tisa anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu atakutusamehe kabisa. Kwa hiyo uwe na hali ya kujiona uko guilty pale ambako umetembea kwenye hali ya mafarakano na Mungu. Na unaingia kwenye toba ya kweli hatua. Usichelewe kutubu, usiishi na hatia. Utakatifu unahusisha moyo wa toba wa kweli. Kwa hiyo utakatifu ni moyo unaohusisha toba ya kweli, toba ya kweli A namba saba anasema, fanya kazi za haki kwa upendo. Matayo tano kumi na sita Biblia anasema, walione tendo lenu jema wamtukuze roho yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo watu waone namna tulivyo, ili waweze kumtukuza Baba wa mbinguni. Uh, namba nane Kuishi katika utakatifu ni kujizuia na majaribu ya mwili huo. Mwili ndugu yangu, huo mwili unaoona huo mwili, mwili na fikira na, na namna tunavyosikia <gibu> mwili huu ni changamoto. Jizuie majaribu ya mwili. Warumi kumi na tatu kumi na nne inasema wala msifanye mpango kwa ajili ya mwili hata kutimiza tamaa zake. Mwili una tamaa zake. Kwa wakati mwingine unapata msukumo wa mwili ufanye jambo fulani. Bibilia inasema wala msifanye mpango kwa ajili ya mwili hata kutimiza tamaa zake. Jizuie mtu wa Mungu. Hatua, epuka mazingira yanayo kuchochea kutenda dhambi, kwa mfano filamu, marafiki wabaya au mitandao isiyofaa jiepushe na vitu kama hivyo. Ukiona rafiki si mtu mwema kwako, rafiki anataka kukuingiza kwenye shida ya wewe kufarakana na Mungu, jiepushe naye, jiepushe naye kabisa, asije akakutoa kwenye utakatifu uliokuwa nao. Jiepushe naye mara moja. mitandao Kweye mitandao watu wengine wanakaa mda mrefu, unaangalia vitu ambavyo vina najisi mwili wako. Marafiki wabaya, jiepushe na warafiki mbaya. Ukiona huyu rafiki anataka kutoa kwenye neema, ni vizuri mtoe kwanza, yeye wewe ubakie kwenye neema. Lakini namba tisa anasema vaeni tabia ya Kristo. Ili uishi kwenye utakatifu unatakiwa uvae tabia ya Kristo. Wakolosai tatu kumi na mbili ambaye anasema vaeni basi kama wateule wa Mungu watakatifu na wapendwa, mioyo ya rehema. Tuwe na mioyo ya rehema, hatua kuwa mwenye huruma, mpole, mnyenyekevu, mvumilivu na mwenye kusamehe. Aha. Kipengele cha kumi cha utakatifu: jifahamishe kuwa ni hekalu la Mungu. Kila mtu ajue kwamba mwili wako sio wa kuchezewa, sio wa kuchafuliwa. Hiyo unaikuta katika Wakorintho wa kwanza sita mstari wa kumi na tisa mpaka ishirini. Je, amjuu ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Hatua: heshimu mwili na nafsi na nafasi yako kwa kuishi maisha safi yanayomtukuza Mungu. Maisha safi yanayomtukuza Mungu. Hatuwa eshimu mwili na nafasi yako kwa kuishi maisha yanayomtukuza Mungu. Tunaweza tukaona sasa, utakatifu ni maisha ya kila siku yanayoongozwa na neno la Mungu, maombi, toba ya kweli, utii kwa Roho na matendo ya haki. Mapambo ya nje bali ni ushuhuda ai wa maisha yanayetengwa kwa ajili ya Mungu. Sasa hapo kuna sala fupi, sala ya kuishi maisha ya utakatifu. Unaweza ukanifuatisha, itakusaidia. Sala ya kuishi maisha ya utakatifu. E Baba Mtakatifu, Mungu wa milele na wahaki ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu nikikushukuru kwa upendo wako mkuu na kwa, ku, kwa kunipa wokovu kupitia Yesu Kristo. Najua bila wewe siwezi kuishi maisha matakatifu. Bwana, nipe neema ya kuishi maisha ya utakatifu kila siku Nijaze na Roho wako Mtakatifu, aniongoze katika kweli yote, anifundishe kuitii, anifundishe kutii, kunyamaza ninapopaswa, nin, nin, ninapo paswa na kusema yaliyo ya haki. Niondolee tamaa za mwili, kiburi, chuki na mazoea mabaya, nifundishe kupenda watu wote, kuheshimu mamlaka na kukucha wewe siku zote. Aha. nifanye kuwa mfano wa nuru yako katika dunia hii, nipate moyo wa toba ya kweli, moyo wa ibada ya kweli moyo wa kutenda haki, nipate uvumilivu, subira na ujasiri wa kushinda vishawishi vyote. Aha, naomba maisha yangu yawe sadaka iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, katika jinsi ya katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi Ninaomba amina. Kwa hiyo hiyo sala, kama utaifuatisha kwenye mtandao, kuna mambo yataachia kwenye maisha yako kabisa kabisa kabisa. Sasa tuone mistari kumi ya kutafakari kila siku itakayokusaidia maish kuishi maisha ya utakatifu. Tunaona ile Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kumi na mpaka kumi na sita Bibilia nasema bali kama yeye alivyo, kama yeye aliyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa sababu imeandikwa, muwe watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Ni maagizo kutoka kwa Bwana ayo, iweni watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. tafakari Mungu anakuita uwe kama yeye mtakatifu, kama katika kila eneo la maisha, sio eneo moja tu, kila eneo la maisha yako. A, ishi katika utakatifu. Lakini Warumi kumi na mbili na ule mstari wa kwanza Biblia anasema na wasii, ndugu kwa rehema zake Mungu kwa rehema zake Mungu mwiwasilishe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Tafakari, maisha yako ni sadaka kwa Mungu, ya baki safi na takatifu. Kumbuka kwamba maisha unayoishi ni sadaka mbele za Mungu. Zaburi a mia moja kumi na tisa na ule mstari wa tisa nasema, kwa kwa ni kwa njia gani kijana ausafishe njia yake? Kwa kutii na kwa kadiri ya neno lako. Tafakari, utakatifu huanzia kwa utiifu wa moyo kwa neno la Mungu. Unapolitii neno la Mungu, uh, utakatifu ndipo unapoanzia hapo. Utakatifu unaanzia hapo ndugu yangu, kwa kutii neno la Mungu, kwa kutii neno la Mungu. lakini neno kumi na mbili Waebrania 12:14 inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atamwona Bwana asipokuwa nao. Tafakari, bila utakatifu hakuna kumwona Mungu. Utakatifu ni muhimu sana Wagalatia tano kumi na sita inasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza tamaa za mwili. Tafakari, kutenda kwa Roho huleta ushindi dhidi ya zambi. Matayo tano nane inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Hiyo ni Matayo tano nane. Tafakari yake, usafi wa moyo Mungu ni njia ya kuona ufunuo wa Mungu maishani mwako. Timotheo wa pili mbili ishirini na moja anasema basi mtu aki aki akiisafisha nafsi yake kwa hayo atakuwa chombo cha heshima kilichosafishwa kimfaacho Bwana. Tafakari yake kujitakasa kuna kuwezesha kutumika kwa heshima katika kazi ya Bwana. Sehemu ile ya nane inasema, linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokazo chemchem za uzima. Tafakari, utakatifu uanza moyoni. Linda fikra, nia na tamaa zako. Linda fikra, nia na tamaa zako. Tito 2:11 mpaka 12, nasema: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa nayo, yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia. Tafakari, neema ya Mungu haikufanyi kuwa mvivu, bali inakufundisha kuishi kwa utakatifu. Tafakari, utakatifu unahitaji toba ya kweli na ukaribu wa Mungu daima. Kwa hiyo ndugu yangu, ambayo tulikuwa wote tangu nimeanza kipindi hicho, maisha ya Mkristo yenye matendo yanaleta faida ya utakatifu. Nafikiri nimejaribu kuelezea utakatifu mpaka mwisho na Mungu akubariki sana. Na neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Ni mimi mchungaji Phineas kutoka pale Vicheji. Saa hii nakukaribisha sana katika vipindi ambavyo vinaendelea. Na Mungu akubariki. Shalom, shalom, shalom, amen.